Kufika pale lakini hakuweza kutokea. Badala yake ile siku ambayo tumesema tumesema tungeonana na mkuu wa mkoa, nilipofika nikuta hali ya tofauti. Wakasema wamepigiwa wame simu kutoka juu kwamba wanawatisha raia na mali zao, hivyo hawakuwa na namna ya kuni, ya kuendelea kunisaidia. Jeshi la polisi nimejaribu kuomba msaada bila mafanikio. Mwekezaji wa sekta ya usafirishaji jijini Arusha Patrick Petro Mulokozi amelalamikia jeshi la polisi mkoa wa Arusha kwa kushindwa kumpa ushirikiano wa kufungua mashtaka ili apate mali zake ambazo ni mabasi mawili aina ya Kosta aliyekuwa ameyakodisha kwa kampuni moja inayofanya usafirishaji wa abiria na mizigo kwenda nchi jirani. Kijana Patrick anaeleza kuwa amesumbuka kwa zaidi ya mwaka mmoja kwenda kituo cha polisi cha Central Arusha akihitaji kufungua mashtaka lakini kila alipokuwa akienda alikuwa akichukuliwa maelezo tu na hakuna chochote kilichoendelea, ikiwa ni pamoja na kufanya upelelezi juu ya shauri lake na watuhumiwa kukamatwa. Haikuishia hapo, pa... Patrick anaeleza kuwa alienda kwa baadhi ya maafisa wa ngazi za juu ya Jeshi la Polisi na wasaidizi wa ofisi ya mkuu wa mkoa, aliwaomba msaada ili aweze kupatiwa mali zake, lakini kila walipotaka kumsaidia walieleza kuwa walipigiwa simu kutoka ngazi za juu na kuwaeleza kwamba waachane na swala hilo. Patrick anaeleza kwamba mtu anayemlalamikia kuchukua mabasi yake ni mdogo wa mbunge mmoja ambaye alimtaja kwa jina, ambaye kaka yake huyo mbunge anatumia nafasi yake ya ubunge kuwapigia viongozi wakubwa simu akiwaomba wamsaidie kuhusiana na swala hilo la mdogo wake, na hivyo yeye Patrick anakandamizwa, hapatiwi haki yake. Patrick amekuja mbele ya vyombo vya habari akimwomba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda waingilie kati swala hilo ili wamsaidie kupata haki yake. Kwa majina anaitwa Patrick Petro Mlokozi, ni mkazi wa Arusha, mfanya biashara ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Niko hapa kwa ajili ya kumwomba mkuu wa mkoa na rais wangu mpendwa, msaada wa kuweza kupata mali zangu, magari aina ya Toyota Costa ambazo nilimkodishia bwana mmoja anaitwa Edmundi mwaka elfumbili na ishirina moja na baadaye mwaka jana, kuna kiasi cha pesa na namdai cha milioni hahi na sit, gari ziliamishwa katika mazingira ambayo hayafahamiki. Kwa hivyo toka mwaka jana mpaka leo hii tunavyoongea, tarehe ya leo, gari zangu mimi sijazipata, sijui zilipo, zimefichwa lakini pia huyu bwana amekuwa akitumia matisho mbalimbali ya kusema kwamba sina cha kumfanya, kwa sababu anafahamika na watu mbalimbali, watu wako, uh, watu wako serikalini, ana watu wenye fedha. Kwa hiyo matisho yamekuwa ni mengi, familia yangu inaishi kwa mateso sana. Na na mikopo ambayo nilichukua benki kwa ajili ya kujikwamua kama kijana ilikuwa, wao walisema wana kampuni ya usafirishaji, lakini hawana magari kwa hivyo waliomba ni wakodishie magari kwa ajili ya kufanya safari zao za Moshi Arusha Nairobi na malipo ilikuwa ni shilingi laki moja na nusu kwa kila trip gari kitoka Moshi kienda Nairobi ni laki na nusu gari kitoka Nairobi kienda Moshi laki na nusu kwenye kampuni yao kulikuwa na sintofahamu mwaka jana 2024 s mwezi wa nne na hapo ndipo nilipobaini kwamba kuna kitu hakiendi sawa. Baada ya mimi kugundua kwamba wana ugomvi, nilikuja kwa ajili ya kuhitaji kuchukua magari yangu, kitu ambacho kilipelekea yeye kuficha magari yangu. Magari hayo nilimkabidhi kwa mkataba wa maandishi, na magari yamekuwa kwake kwa, kwa, kwa kipindi chote hicho lakini toka mwaka jana tarehe 25 mwezi wa 4 2024, gari hizo sikuwahi kuziona tena, haziko barabarani, hazijulikani mahali zilipo. Nimechukua jitihada za kuliomba jeshi la polisi kuweza kunisaidia, wakashauri kwamba niende mahakamani, ni kesi ya madai. Nilifanya jitihada hizo, nikafungua kesi wilaya ya Rongido ya madai ya fedha hicho kiasi ambacho nilikuwa nawadai, lakini baadaye mheshimiwa hakimu aliniambia kwamba kesi ile ya kuhusu magari ni kesi ya kipolisi, kwa sababu mali zangu zilikuwa zimepaki kwenye eneo lao jeshi la polisi. Nimejaribu kuomba msaada bila mafanikio, kwa hivyo namwomba uh, mheshimiwa Rais Mama Dkt Samia Suluhu Hassan anisaidie niweze kupata mali yangu. Pia na imani kubwa jambo hili kama ataamua kulifanyia kazi mkuu wangu wa mkoa, Christian Makonda, basi naamini nitaweza kupata gari zangu, kwa sababu naamini kabisa kwamba hakuna mtu aliyeko juu ya sheria. Huyu mtu ni nani katika nchi hii? Asante sana. Polisi hawanipi ushirikiano, nasema polisi hawanipi ushirikiano kwa sababu nilifanya jitihada mbalimbali za kwenda kutoa ripoti. Wakati huo OCCID alikuwa Bwana Gwakisa, nilipeleka kadi original pale na nikamweleza scenario kwamba nina kadi, nina funguo za magari, gari zangu zimehamishwa kwa kubomolewa buti na kuunganisha waya. Lakini mwisho wa siku hakuna kilichofanyika. Nimefanya jitihada za kujua magari yangu mahali yalipo na nilipoenda polisi nikawaeleza kwamba gari zangu kuna mahali najua zilipo, polisi wakaniambia kwa kuwa najua zilipo basi niende nikachukue, kwa sio jukumu la jeshi la polisi. Kwa hiyo ndio maana naona kama sipati ushirikiano wa kutosha wa kuweza kupata mali zangu. Nilipopita eneo lile kwenda kuangalia gari mahali nilipokuwa nimeiona mwanzo, ambao tayari ushahidi ninao wa video, nilikuta gari zimehamishwa tena, kwa mpaka sasa hivi sijui magari yalipo na jeshi la polisi halionyeshi ushirikiano wa aina yoyote ile baada ya kutaka kurudishiwa gari zangu badala yake. Na baada ya kuona kwamba inazidi kuwa changamoto, nikaamua kulishirikisha jeshi la polisi baada ya kuanza kudai magari waliyahamisha. Nimefanya jitihada za kumwona mheshimiwa mkuu wa mkoa Bwana Paul Christian Makonda kupitia kwa wasaidizi wake. Nimezunguka, nilizunguka ofisini kwa Bwana Paul Christian Makonda zaidi ya wiki mbili kwa kuwaona wasaidizi wake na wasaidizi wake alimpigia huyu bwana kufika pale, lakini hakuweza kutokea. Badala yake ile siku ambayo tulikuwa tumesema tungeonana na mkuu wa mkoa, nilipofika nikuta hali ya tofauti, wakasema wame, wamepigiwa simu kutoka juu kwamba wanawatisha raia na mali zao, hivyo hawakuwa na namna ya, kuni, ya kuendelea kunisaidia. Magari DQX nilinunua milioni hamsini EBF nilinunua milioni 65 na hiyo hicho kiasi cha fedha cha milioni 38 hivyo lafri inaweza ikawa kama milioni mia na sabini na themanini. Wao nimejaribu kufanya jitihada za kuweza kukutana nao kuzungumza nao lakini kwa namna tunavyoishi nao na nature ya namna ambavyo wamejitengenezea kwamba ni royal family, imekuwa ni ngumu namna ya kukaa kuzungumza nao. Ndio, nina uthibitisho mahali niliponunua hizo gari, lakini pia nina mkataba ambao nilikuwa nimewakabidhi magari na nina kadi original za magari ambayo inasoma majina yangu, Patrick Petro Mlokozi. Juhudi za kumpata mtu anayelalamikiwa zimefanyika ikiwa ni pamoja na kufika ofisini kwake, na baada ya kufika kama waandishi tuliozuiwa kupiga picha wala kutoa vifaa vyetu kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo na akatoka kijana mmoja huku analalamikiwa akiwa kwenye gari na kueleza kwamba kijana huyo ndiye mtoto wake, na hivyo ametumwa kutuondoa, na baba yake hayuko tayari kuzungumzia chochote juu ya swala hilo. Tuna shida naye, anasema tusikilize. Sasa tungemwona yeye mwenyewe tungefanikiwa zaidi kama inawezekana mm. Maana ni ishu yake, chua kwenye gari. Kesi inatuhusu ninyi, ni kazi yenu, najua mnapigania sasa media. Sisi hapana. Sasa ngoja nikuambie, aliowatuma mwambie muhusika amesema hana cha kuongea na amemtuma kijana wake. Sasa sikilize sa, pale uh, kwenye hicho ambacho yeye ametuambia, labda kama ametuambia tofauti, wahusu nyie, haiwahusu nyie, rudini. mm. alipokuwa ali watuma mm. kamoje nyie, kamoje awape majibu yote huku, si hatuna majibu t hatuna majibu kwa sababu kesi bado hatuna majibu mm. Mm. Hatuna majibu. Rudini kwa watuma mzee. Sasa kwa nini kuzungumza, wao wanachokilalamikia, mmetufukuza. Juhudi ya kulipata Jeshi la Polisi ziligonga mwamba, huku msaidizi wa kamanda wa polisi mkoa wa Arusha alipokea simu yake baada ya kuipiga, alieleza kuwa kamanda huyo yuko bize kwenye msafara wa viongozi. Kwa kuwa kuna misafara mingi ya viongozi waliopo mkoani Arusha. Juhudi za kuendelea kumtafuta kwa wakati mwingine zitaendelea. Weka komenti yako hapo chini ya kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas.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 pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya tatu. Kuna kumbi za mikutano kubwa mbili na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na, na ubora wa huduma za